Habari zenu. Mimi ni Dr Elizabeth Chausa kutokea hospitali ya Afyatime Specialized Polyclinic iliyopo Ilala Boma, mkabala na jengo la Mwalimu House. Fahamu ya kuwa afya yako inaweza kusomeka kupitia kucha zako. Je, unapokuwa unajitazama kwenye kioo, huwa unaziangalia kucha zako? Kama hapana, anza sasa. Kucha zako kubadilika rangi kuwa dhaifu au kupasuka kunaweza kuwa dalili ya matatizo mbalimbali ndani ya mwili. Kwa mfano, kucha kuwa nyembamba, laini na kufa ganzi inaweza kuashiria upungufu wa damu, yani anemia. Lakini pia kucha kuwa na rangi ya njano au kijivu inaweza kuwa tatizo la ini au fungus. Pia mistari myeupe kwenye kucha au kucha kupinduka juu kama kijiko inaweza kuashiria upungufu wa madini kama zinki au iron. Ukiona mabadiliko yasiyo ya kawaida kwenye kucha zako, usiyapuuzie, kwani mwili huwa unaongea pia kwa lugha ya kucha.